Wengine kwa viongozi wa serikali sasa wamewakosoa wenzao wa upinzani na kuwaonya dhidi ya kejeli kuhusu afya ya Raila Odinga. Akizungumza huko Siaya, naibu rais Kithure Kindiki alisema kuwa Raila yu buheri wa afya na kuwa atarejea hivi karibuni kuendelea na mchakato wa kuunganisha taifa. Haya yanajiri huku viongozi wengine wakisuta upinzani kwa kukosa sera za kuwataka Wakenya kuacha siasa mbaya. Kikosi kinachounga mkono serikali hii leo kilitua kaunti ya Siaya, ambapo semi kuhusu afya ya kinara wa ODM Raila Odinga zilisheheni. Viongozi hao wakikosoa upinzani kwa kile walichosema ni kutumia afya ya Raila kama kisingizio cha kuendesha siasa duni.

Wale kawakawa wale hawana habari, wanazungumzia habari ya afya ya Raila Odinga. Sisi ni kazi kazi kazi, iendelee barabara. Power viongozi hao walikuwa katika hafla ya mchango kwa makundi ya waendeshaji bodaboda ambao walipata fedha pamoja na ahadi kutoka kwa mwenyekiti wa Royal Media Services SK Masharia. Tunatengeneza program kila mtu ya bodaboda boda, apige hiyo namba ajirejeste aweke roho piku yake na ID yake na kila mahali unaenda uta, uta utajulikana, na kama unapatwa unaoshikwa na, na, na polisi, tutawapatia namba ile wanaweza piga na ku make sure that you are fully licensed. Kikosi hicho aidha kilizuru eneo la Kuresoi North County ya Nakuru ambapo naibu rais aliwaonya wanakandarasi dhidi ya kuchelewesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Lora Otieno runinga ya Citizen.